Geoffrey Mosira akobizi ananunulia watu kondo na Eastleigh juzi. Kuna mkenya alishuka akaambia au walalo wanauza hapo wasonge apite, alikuwa na gari emergency. Awalalo alipiga huo mkenya, mkenya akapelekwa ICU. Na naita Geoffrey Mosira mekatibu mkuu wa mazingira ea Geoffrey Mosira unanunuliana kondom. Nilikuambia Geoffrey Mosira. Wewe ni reason moja sakaja anaenda na gari ya saa kumi na moja asubuhi. Geoffrey Mosira kazi yako imekuwa ime clout. Ime en pali tu kuna clout hapo ndio Geoffrey Mosira. Kazi yako imekushinda. Isili ni, ni, wapi? Isili, isili ni Somalia. Huko kazi yako imekushinda, si ndio? Hmm? Unanunuliana kondom. Wakenya wanapigwa, Wakenya, Wakenya. Nikojua maoria wengine walikuwa wanapiga huyo msee, sawa? Si wa Kenya isilini, kaangaje hata unaenda, eh, hmm? Auwezi hata pita, kwani isilini wapi? Sakaja na Geoffrey Mosira ameshindwa na kazi. Geoffrey Mosira ameshindwa ni mudomo na content hmm. Yaani leo na Geoffrey Mosira amebai yule mtu kondom, ikasema gai, umsee ako na kichwa poa kweli? uko eh? na miaka ngapi, mtu ajui anything, ajui uchungu ya watu wa Nairobi, ajui nini na nini inafaa kufanyika Nairobi. Mosira akumbuki hata barabara I remember, kuna time, Moi na Kibaki wakikuwa hapo shiala wa alikuwanga na adabu sana. It is very, very sad. Mkiona hiyo video hu Mkenya anapigwa, si mwizi, ametoka kwa gari yake kuambiao oria wasonge. Kuna kitu something, lazima ifanyike something, lazima ifanyike, au walalo waekwe line waoneshwe, au ni wakenya kama wakenya wengine na wale wana passport ama ID wadipotiwe. Mimi nasema kule anasikia vibaya lia, because nikisema hii kitu mnasikia vibaya but, kuna walalo wengine si wabaya. Mi hata nimelelewa huko majengo, nimekana walalo, lakini kuna wengine ni wabaya. Hao wabaya wanaharibia wazuri. Geoffrey Mosira ako busy content content content content. Geoffrey Mosira kiss is your portion, take this to the bank. Sauti ya ground, nimekuambia Geoffrey Mosira, kisi is your portion portion. Isilezi imekushinda na kazi. Mnataka kuniambia wala luka kwa barabara wako above the law eh? Hawa wala luka kwa barabara wako above the law, that's my honest question. Hao ndo walitengenezewa hii Kenya? Mm, ni sawa. Kilicho na mwanzo kina mwisho. Geoffrey Mosira, mwisho wako inakuja. Enjoy Nunuliana CD, kumbuka kununua, because unajua hiyo inakaa, hiyo pia unapenda hiyo tabia, because mwanaume mzima kama huyu lika hivi uko na tu by CD. Imagine, a big man like you buying a CD. Mwanaume mzima akili timamu, ukaona ile kitu unaweza nunulia huyu, jamani, CD shows kitu inaendeleanga ndani ya akili yako ndogo, ni fact. Geoffrey Mosira ameshindwa na nini? Na Eastleigh. Hao walalo wamemshinda. Mtu abishane na mimi. Mkenya anapigwaje hivyo hivyo tu na ameshuka kwa gari yake ile amenunua analipa lipa tax kuambia wasonge apite. Mimi nasema tu, do you guys think ni fair? Mkiulizwa. Wewe Mkenya alipigwa bro. I see you, same way. Akona gari yake? Akona emergency? ametoka kuweka petroli analipa tax. Wala leo amejaa huko na buibui na mimi mm -mm. mm -mm. siogopi kusema because hii ni conversation. Mnakataa, lakini mimi napenda Nairobi, nimezaliwa hapa, nimelelewa hapa, uh, nitakufa hapa. Naomba Mungu sana, si live and die in Africa, live and die in Nairobi. Geoffrey Mosira, Kisii Nyamira is your portion. Take that to the bank. Kazi yako ni content 24 hours. Kazi imekushinda siyo? Kama sakaja anajua, kazi imekushinda. Sakaja anajua, kazi imekushinda. Wanaloa amekushinda, Jofri Mosira 24 hours. Una una unaharass wa Kenya wa Kenya ndio unaharass town. Unashindanga tu hapo tao, hivi unazunguka hapo hiyo tao. Unajua ilikuwangaje kabla utoke kisi na gari ya mzigo? Hiyo tao unajua ilikuwangaje, Jofri Mosira? Huh? Hmm? A big man like you umeshindwa na kazi Geoffrey Mosira. Hati ya gani inachukuliwa kwa hawa walipiga umsi akapele kwa ICU? Imagine wewe si mgondi. Uko na dinga yako. Barabara ya Kenya, ulizaliwa Kenya, unajaribu kukupita. Watu wengine hata labda si wa Kenya wanakupiga. Is it fair? That is my honest question. Sina mambo mingi. Sina mambo mingi, niko na hasira, hasira. Tupelekeni Geoffrey Mosira home, ameshindwa na kazi. Kama kuna mtu ameshindwa na kazi ni Geoffrey Mosira. Kazi ni content, content, content, content, content. Nilishangata Geoffrey Mosira the other day, ulikuwa naongelea alishaka nini, endo fanya only fans basi bro, endo uact na alisha kanini, because hiyo ndo kitu unaweza. In fact sakaja anafaa kujua hiyo ndo talent ya Geoffrey Mosira Pali tu kitu ya kutrend, unashanga bro. Unajua watu kama sisi tukifanya content ni sawa, hii ni yani hakuna kazi, tumeandikwa huko na serikali. Wewe una bro, unalipwa hmm, kidogo. Geoffrey Mosira welcome to my YouTube channel, umse mse ama. Geoffrey Mosira unataka kufungua YouTube channel, uanze kutupost hizo ufala zako? Pali kuna kazi ya maana hautaiona, Geoffrey Mosira. Gojeni saa hii mvua inyeshe taone. Geoffrey Mosira, eh, wajali kutupa takataka bro. Sasa ndio ungekuwa unafungua hizo manini? Ungekuwa unashughulikia maji ikikuja ipite. Eh? Lakini akili yako haijatengenezwa, hauna hauna hiyo akili ya kuprepare ya vitu zinakuja, hauna. Mm-mm. Mimi nimekasirika, sijafurahia vile mkenya mwenzangu mkenya amezaliwa hapa Kenya kama mimi anapigwa kama mwizi. Juu ameambia watu wasonge apite, sijafurahia. Unaenda kuangalia Geoffrey Mosira ananunua kondom ni sawa hmm. Mi sina kitu ya kusema, ni sawa e. Unajua nitarudia kilicho na mwanzo kina mwisho, hakuna kitu haina mwisho kwa hii dunia. Geoffrey Mosira, nilikwambia enjoy hizo siku kidogo umebaki nazo. Because hakuna kiti ingine hapa Nairobi. Labda uende ushinde kisiu kama. Hapa kisiu ushinde kama chief. Lakini hakuna kiti ya pawa ama paliutaandikwa kwa kaunti ama kwa serikali.